imuroreri wa ban tv ni njetagwo ngaruia wa kongo na nindirakuria na gitio ukorwo ukigihinya hau handikitwa subscribe niguo koragwo kiamukira mohoro ouria turathie nambere gukorwo tukimekera guku kwa ban tv

agitunyana tunyana na rumu thenya wa umuthi wa sunday ni ati gukire na bara etumukite kuria nenda ini cio kinyaniria tukiaria uhoro wigie karangu wa muraya odomo na triza uhoro wigie karangu wa muraya o na mamake muraya wa facebook raya na akiaria kana kiuga atiriri na nguthomere this was on wednesday this week when i received a call from my kids that they were not feeling well ati kuyewenes deni akorwa ke horrodhi muoneshi anashike ya shike mwera siti aiguaga wega I went there and took them to hospital. I spent the entire day with them. na wakaniambia Sunday ni wakujie ati akikorwa githie akimoya na akimatwaradhi tari na makimwera Sunday akorwa kemagera si kuenda church leo na Emmanuel akanipigia simu akaniambia ako ready, nikaenda nikampick na tukaenda na aga kiuga ati umothe Emmanuel amuhurira amwira akiri free magithie kana agithia kimoi. I have seen that post and I was expecting it ati hena post na nigukoroge kumenyithia ni post yereko eyo mwiroreri wa ban tv na aga kiuga ati he was expecting it. Ekiru, mimi mwenye mnaita fool, mliniambia hamtaki doa na niwapatie freedom na nikamkubali. Sijawahi uliza swali hata moja kuhusu mko wapi, mnafanya nini na mkona nani. Nikiwapatia nyumba, nikawapatia nyumba yangu mpya yenye nilikuwa na jenga ya kuuza, na nikanyamaza kwa heshima ya watoto wangu, lakini nasikianga tu ya kwamba nilitupa watoto wangu. Kwa hiyo nyumba mimi huwa nalipa kila bill ya maji, ya stima na mimi huwa naleta shopping but last time nililipwa na kuitwa kihii mbere ya watoto wangu agathii na mbere gukorwo akiuga ati ni amaheire nyumba iria agitanyite gukorwo akiendia na ni akoretwo agika shopping agakorwo akiriha bills citiganite. No thutha-ini we akorirwo akirihwo na gwitwo kihii mbere ya ciana ciake. Agathii na mbere gukorwo akiuga atiriri, mimi nitaendelea kuangalia watoto wangu, kadri ya uwezo wangu, but na waomba kwa heshima hata kama mnanidharau kiasi gani msiingize watoto wangu kwa hiyo madharau Muraya, agadhi tebisha, age pida na Karangu wa Muraya agathii na mbere gukorwo akirete mbica uria o na ciana ciake postio arakiuga ni akuexpecta ganeno yakumagwe Triza mamake Muraya uria ara agathii na mbere gukorwo kiuga damu tekeririe mweke uria mukwenda no ciana ciakwa mwekare haraihu nacio mutaranunjorua akwira Uthii ugire ciana uteriga kuona kana guteithia. Mutarani njorua nu? Carol Kim. Akwira ugire ciana uteriga guteithia kana kuona niguo mu prove a point. Ciarai cianyu na mutigane na maica makwa, uyu ni arura. Nii mutikarange njira ciakwa ndamuthaitha. Mureke honie nguraro na thayu hamwe na ciana ciakwa. Uguo niguo kuhana kuria nenda-ini cio ukinyaniria.